Habari yako mzazi na mlezi, karibu sana kwenye chaneli yetu. Leo tutaongelea mada muhimu sana kwa kila mzazi au mlezi, ambayo ni umuhimu wa mazoezi na mbinu kumi na tisa zilizothibitishwa kisayansi za kusaidia kuanza na kudumu kwenye mazoezi, kwa afya yako, kwa familia yako na kwa maisha bora zaidi. Njia ya sita ya saba ya tisa na ya kumi na tisa ndizo hazina zako za kiafya. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kaa nami hadi mwisho ili upate maarifa ya kukusaidia kuanza kudumu kwenye mazoezi kwa afya yako. Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa muhimu kuhusu malezi bora, afya ya mtoto na afya ya mzazi au mlezi. Kwa ushauri zaidi, wasiliana nami kwa namba 0787579224. Sura ya kwanza, tutaenda kuangalia umuhimu wa mazoezi kwa wazazi au walezi. Sehemu ya kwanza, tutaangalia namba moja, ambapo ni huimarisha afya ya mwili. Mazoezi hupunguza hatari ya magonjwa ya moyo kama kisukari na shinikizo la damu. Watu wanaofanya mazoezi mili yao huwa shapu na haikumbwi na magonjwa, kwani damu hutembea vizuri kwenye utaratibu wake, ambapo mishipa haizongwi na mafuta yaliyoganda. Jambo la pili, huongeza nguvu na stamina. Mazoezi husaidia kulea watoto bila kuchoka haraka, kwani mwili unakuwa mwepesi. Hata kwa mama anaweza kuhudumia watoto wake mwenyewe bila kutegemea house girl, kwani anakuwa na nguvu na stamina ya kutosha. Umuhimu wa tatu ni kuboresha usingizi. Wazazi wengi hukosa usingizi, mazoezi husaidia kupata usingizi mzito, kwani mwili huwa unapatwa na uchovu mzuri kutokana na mazoezi, na hivyo kuchangia upatikanaji wa usingizi mzuri. Umuhimu wa nne ni kupunguza msongo wa mawazo, yaani stress mazoezi huongeza endorphins, kemikali za furaha wazazi wanaofanya mazoezi hujawa na kemikali za furaha ambapo wazazi wawili hufaidika katika kuishi maisha yenye furaha na upendo umuhimu wa tano ni kuongeza mudi na uvumilivu wa kihisia hili ni jambo muhimu sana hasa kwa walezi wa watoto wachanga au vijana mazoezi huongeza mudi na uvumilivu wa kihisia kwa, wa, kwa malezi na wa, ya watoto wachanga kwani huwafanya waone mambo yote ya malezi kuwa shua. Sehemu ya pili tutaenda kuangalia mbinu kumi na tisa zilizothibitishwa kisayansi za kuwasaidia wazazi kufanya mazoezi. Hapa tutaongelea motisha na nidhamu. Tuangalie sasa mbinu ya kwanza. Mbinu ya kwanza tunakwambia anza na dakika kumi tu kwa siku. Kufanya mazoezi kidogo ni bora kuliko kutofanya kabisa. Hivyo mzazi anatakiwa afanye mazoezi kidogo kidogo kwa kuanza mpaka azoee na aongeze muda kila siku. Kwa mfano akianza na dakika kumi, kesho yake akaongeza tano zinakuwa kumi na tano hivyo hivyo mpaka mwezi mzima anakuwa amefikia hatua nzuri sana. Mbinu ya pili, weka mazoezi kwenye ratiba kama miadi. Ipe kipaumbele ratiba yako, fanya kama ni deni unadaiwa na mtu, au ni appointment nzuri unayotakiwa kuitekeleza. Jifurahishe kwa kuvaa nguo nzuri za mazoezi zitakazokupa hamasa ya kufanya zoezi. Mbinu ya tatu, tumia habit stacking. Fanya mazoezi baada ya shughuli ya kila siku kama kusafisha nyumba. Weka utaratibu kuwa baada ya kusafisha nyumba lazima ufanye zoezi. Yaani hakikisha unapangilia kuendana na kitu ambacho lazima ukifanye kila siku, hivyo baada ya kufanya hicho kitu kifuatacho sasa ni zoezi, hiyo itakukumbusha kufanya. Mbinu ya nne andika malengo madogo na yanayopimika. Mfano nitafanya squats kumi kila asubuhi. Unaandika malengo madogo yanayopimika, ni rahisi kufanya bila kuona uvivu. Mbinu ya tano, tafuta sababu benefits, yaani hizi zinakuwa ni personal why. Sababu hizo zaweza kuwa kuishi muda mrefu ili kuona wajukuu na vitukuu, kupende, kupendeza na kuonekana kijana, kuondokana na minyama uzembe, kutengeneza shepu na kuwa na mwonekano wa kisasa na nyingine nyingi. Ukiwa na sababu binafsi ya kwa nini ufanye zoezi, itakuhamasisha. Hebu tuangalie mazoezi na familia, ambayo hii ni mbinu bora kabisa, ambayo ni mbinu ya sita. Tunasema fanya mazoezi na watoto, kucheza nao, kutembea nao au kufanya yoga kwa pamoja. Hii ni nzuri mno kiafya na huongeza upendo kutoka kwa watoto, na watoto uhisi wanathaminiwa, na kufanya hivyo kunawafanya watoto wakukumbushe hata kama umesahau. Mbinu ya saba tumia muda na familia kama nafasi ya mazoezi. Hii pia ni mbinu muhimu sana, ambayo ni mbinu ya saba: fanya picnic ya kutembea, yaani matembezi badala ya kukaa tu. Wanasayansi wamethibitisha kwamba kutembea ni zoezi zuri sana, hasa kwa watu wazima, kwani huruhusu mwili wote kufanya kazi. Mbinu ya nane: jenga mazingira ya nyumbani yanayohamasisha ya harakati Mfano, kuweka dumbbells au yoga mat sebuleni. Hii huhamasisha kufanya mazoezi, kwani unakuwa unaviona hapo sebuleni kila ukiingia ndani au kutoka nje. Hebu tuangalie teknolojia na mbinu za kisasa. Hii ni mbinu namba tisa, ambayo tunaambiwa tumia apps za fitness. Hii ni mbinu bora pia, apps kama Nike Training Club au Fiton. Hizi app zinasaidia sana wewe kujiungamanisha na wengine wanaofanya mazoezi mtandaoni na kukufanya uweze kujiona unafanya mazoezi mengi na yanayokusaidia kulingana na umri wako. Mbinu nyingine ya kumi: fuatilia maendeleo yako. Kufuatilia maendeleo yako, hapo utafuatilia maendeleo yako kwa smartwatch au notebook andika taarifa zako zote kadiri unavyofanya mazoezi andika kwenye notebook kama ulikuwa unapunguza uzito angalia kila siku umepungua kiasi gani au a angalia kama utakuwa haujafanya vizuri mbinu ya kumi na moja tazama video za mazoezi kwenye youtube angalia video fupi na zenye kuvutia ambazo zitakuhamasisha kufanya mazoezi kuna chaneli nzuri za mazoezi youtube fuatilia na hakikisha unafanya vizuri Hebu twende tukaangalie urahisishaji wa ratiba, ambapo hii ni mbinu ya kumi na mbili ambapo unaambiwa gawanya mazoezi sehemu ndogo ndogo. Mfano, dakika tano asubuhi na dakika tano jioni. Unafanya mazoezi kutokana na huo muda uliojipangia. Hii inarahisisha kufanya vizuri na hautochoka sana. Mbinu ya kumi na tatu fanya mazoezi unaposubiri kitu kwa mfano umeweka maji ya kuoga jikoni na unasubiri yachemke. Ule muda unaokuwa umekaa unasubiri maji yachemke utumie kufanya zoezi. Maji yakishachemka na yakawa tayari, unakuwa na wewe umemaliza kufanya zoezi. Hapo unakuwa umetumia vizuri muda wako ambapo unakuwa unasubiria kitu. Mbinu ya kumi na nne tumia lifti kwa miguu, yaani panda ngazi, tumia kila fursa kuwa na movement kuufanya mwili uzoee mazoezi. Acha tabia za kukaa tu bali, ukianza kuna nafasi kidogo, utakuwa unaiona kwamba inakufanya uweze kutumia nini, nafasi hiyo kufanya mazoezi. Hebu tuangalie ushirikiano na wengine. Hii ni mbinu ya kumi na tano ambapo tunasema tafuta rafiki wa mazoezi. Tunasiposema maisha ni watu, tunamaanisha ili ufanikiwe jambo lolote, unatakiwa kuwa na rasilimali watu tafuta rafiki atakaye kuhamasisha kufanya naye mazoezi. Rafiki anaweza kuwa hata wa mtandaoni, anafaa tu kabisa kufanya naye nini mazoezi. Mbinu ya kumi na sita: jiunge na kikundi cha mazoezi au jumuiya ya mtaa. Siku hizi watu wengi wengine wanafanya mazoezi na wanajiunga na watu wengine, kwa hiyo na wewe jiunge na watu wengine. Fanya mazoezi katika vikundi vya mazoezi. Tengeneza jumuiya mtaani kwako na pangeni ratiba ya kufanya mazoezi pamoja. Mbinu ya kumi na saba: tangaza nia ya yako kwa familia. Waambie watu wako wote kwenye familia yako kuwa umeanza kufanya mazoezi. Hii itasaidia kuwafanya waweze kukusaidia kukukumbusha na kukumotiveti. Watakukumbusha na watakuhamasisha kufikia ndoto yako. Hebu tuangalie akili na mwili. Hii ni mbinu ya kumi na nane ambayo unaambiwa jaribu mazoezi ya akili mwili kama yoga au tai chi. Haya ni mazoezi mazuri kwa akili na viungo vya mwili. Mazoezi ya yoga au tai chi hufanya akili kurelax na kupata pumziko zuri ambalo husababisha utulivu na upendo kwa familia. Mbinu ya kumi na tisa, sikiliza mwili wako, epuka kulazimisha sana. Hii ni mbinu bora pia, consistency ni muhimu kuliko intensity. Usilazimishe sana kufanya mazoezi, kama unaona mwili umechoka au unaumwa, pumzika mpaka uwe sawa, ndio ufanye zoezi, kwani mazoezi huwa yenye majibu pale ambapo mfanyaji anakuwa fiti na mwenye utulivu kama mzazi au mlezi